Ladies and gentlemen, mwenegwane vagosha na vamkima, viburudisho na mashosti, niko mbele yako kukuuliza maswali machache. Unapoona eneo ambalo wako mamantirie yako maroji, watu wanalala, biashara mbalimbali zinafanyika hilo eneo, ukizichanganya hizo nyumba zote na nyumba ambazo watu wanakaa, unaweza ukapaitaje hapo eneo leo ninapozungumza na wewe, eneo lililokuwa na mishemishe mishe, limefanyika kuwa uwanja. Inua juu wananchi waone, ambavyo, wa Tanzania waone vile ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hasani anavyopambania maisha ya wananchi kwenye mazingira magumu. Angalia shughuli hii leo hii, viko wapi vibanda vya mamandilie waba? <laughs> Yako wapi maloji guest house zilizokuwa hapa? Ziko wapi jamani? <laughs> eneo hili alipopata nafasi ya kutembelea mheshimiwa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alipofika kuona nyumba zilizokuwa hapa, haziko biashara, haziko familia zinahangaika, akasema lazima nifanye kitu, hakuna kitakachotuzuia kwenda kujenga nyumba kwa operation za haraka haraka, nyumba za milioni 25 30, ili wenzetu wale tukapata kuwarudisha katika maeneo yao, na ndio faraja kwao. Huyo ni mtalii wa ndani. Mnamo tarehe 3 Disemba 2023, mkoani Manyara katika wilaya ya Hanang kulitokea maporomoko ya tope yaliyoleta madhara makubwa, ikiwemo vifo vya watu 68 na majeruhi zaidi ya 116 huku mamia ya wananchi wakipoteza mali na makazi yao kwa ujumla. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na wadau mbalimbali wamejenga makazi mapya ya kisasa nyumba 109 zenye thamani zaidi ya bilioni 6. Ladies and gentlemen, karibu sana kwenye maajabu, karibu sana kwenye muujiza wa Daktari Samia Suluhu Hassan, baada ya mlima kufunika nyumba pale Hanang Daktari Samia Suluhu Hassan akafunua nyumba, zikaonekana. Inua mashine juu, watu waone kazi, watu waone shughuli. Chaki mijengo, bonge la maeneo, bonge la projekti, bonge la mradi. Mabibi na mabwana, niseme nini mimi zaidi ya kuonyesha kazi kubwa ambayo Daktari Samia Suluhu Hasani ameifanya hapa. Wale waleti mwalemwale wale. Hatari, mnaendeleaje? Nyumba namba tano nyumba namba tano na va... na ina, ina umeme, ina maji, ina maji vyumba vitatu. Vitatu, sebule, sebule. Jiko, jiko. Cho. Cho. Bafu. Bafu. Luku. Aya. Mio yetu imejaa na shukrani sana zaidi sana. Hapa tulipo sasa tayari tuna miji yetu tumepata majengo nyumba nzuri za kisasa, yaani umeme kila mahali upo na tumepewa pia na gesi kwao mi, moyo wangu umejawa shukrani sana. Mungu akaendelea kumlinda mama yetu, mama Samia, mama Samia suluhu Hasani. Angalia mke mme na mtoto wana tabasamu tena, baada ya nyumba yao kusukumwa kuangukiwa na mlima, umerejesha tabasamu tena, daktari Samia suluhu Hasani mama la mama huyo. Ni mtalii wa ndani Unamwambiaje Samia? Yeye anaomba Mungu amsaidie katika maisha yake yote. Hey. Endelee kuwa rais maisha yake yote. Ah! Mzee amevunja hadi katiba mzee anasema daktari Samia suluh Hassan uwe na hisi maisha yote. Haijawahi kutendeka duniani, haijawahi watu wanabidi, inamjengea binadamu mmoja nyumba eti. Hatukutegemea sisi tufikiri mwisho wa dunia, kwa sababu hatukujua kwamba kuna maisha tena baada ya hapa <gasps> lakini Samia Suluhu alishika mkono wetu, maisha ikaendelea, hatukujua kwa hiyo hapa maisha yameanza, alafu nakuona kama hata kung'aa tofauti na ulivyokuwa kule. Wananchi wameanza kuishi. Daktari Samia Suluhu Hassan, zaidi ya shilingi milioni sita, eh, unaambiwa zimeingia hapa. Oh, watajengewa sijui mahema mahema. Huyo sio Samia Suluhu Hassan. Mahema, nani amesema mahema hapa? Nani amesema watakuwa watakuwanaga kwenye mahema? Cheki kitu ambacho daktari amekifanya. Tutaonana tena wakati mwingine jamani. Bye. Huyo ni mtalii wa ndani.